Unajua wachezaji, wachezaji, kwa hiyo mimi hapa, lakini una bet, bet, bet sasa, sasa na King bet wewe no, yeah. Ni timu gani ambayo wewe inakuvutia sana katika mpira wa Tanzania? Ah, timu Yanga Afrika, Yanga Afrika. Yeah. Mimi nataka unitajie Ziki anatokea nchi gani? Anatokea Bukina Faso. Yeah. Anatokea Bukina Faso na nadhani Uganda. Uganda, kweli. Yeah. Uganda, Uganda yeah. Uganda kweli yeah. Au uh, Kenya? Au au Kenya? Itakuwa Kenya au Uganda? Eh, katika hizo nchi mbili hapa itakuwa mmoja. Hasa katika hizo nchi mbili kuna Kenya na Uganda. Wewe unahisi anatokea nchi gani? Maanake Uganda au Kenya. Tufanye Kenya, Kenya. Kenya mwanangu aidia Ucho anatokea Kenya. Mimi nikushauri, endelea kubashiri na Kingbet kwa sababu huko kwetu kuna ofa nyingi kwa ajili ya wewe mteja wetu. Kuna ofa ya top up ambayo kama timu yako uliyobashiria ikiongoza magoli mawili sisi hapo hapo tunakutia tiki katika mkeka wako. Tuna ofa ya ukaribisho wa buku saba kama mteja mpya, lakini pia tuna ofa nyingi sana. Tuna cash out, tuna cash back na mengine mengi sana. Eh bana, Bashiri na KingBet kwa sababu huku kwetu ushindi ni uhakika. Ushindi ni uhakika kutoka wapi? Kutoka KingBet.